Nachoka mimi nachoka. nachoka nachoka nachoka nachoka mimi nachoka Mwandambo nachoka Mwandambo nachoka nachoka mimi nachoka Tanganyika nachoka Tanganyika nachoka yes. Ebwana, ni kama huyu baba yetu Clemence Mwandambo aa, ni kama hajakoma. Unajua mara ya kwanza aliongea vitu vyake sana mtandaoni, aliongea mambo mengi alafu akaja akanaswa na jeshi la polisi Akaambiwa anafanya uchochezi kwenye mtandao a, kesi yake ikawa ni kubwa, lakini akaja akasamehewa akaachiliwa kwa dhamana. Lakini baada ya kuachiliwa hakupewa simu yake simu yake, ile wakabaki nayo polisi. Wakasema kwamba bado anaendelea na uchunguzi na anaendelea kuchunguza simu yake, kama kuna ajenda nyingine imejificha iweze kujulikana. Akaachiliwa, baada ya kuachiliwa tu amerudi tena akapiga video yake ya kwanza Akasema kwamba e, simu yangu bado iko polisi, lakini sasa hivi nimeomba simu e, nafanya kurekodi video zangu nikiposti huyu e, baba yetu Clemence Mwandambo. Lakini mpaka sasa polisi walitarajia aweze kukaa kimya, lakini ni kama ndio ameweza kumcharge sasa. Amerudi akiwa a, na nguvu zaidi e, sijui anatafuta nini huyu baba yetu Clemence Mwandambo, lakini nas, nashuka anachokitafuta atakipata tu hivi karibuni bwana, kuna video hapa akiwa anaongea sana, mambo mengi anasema, anachoka na Watanganyika si unajua, mambo ambayo anapenda kuyazungumza huyu Clemence Mwandambo. Sasa leo nitakwenda kukuwekea video zake hapa mbili, uweze kuzitazama. Kuna moja anajifanya msanii, anajifanya msanii, anaimbaimba uh, huyu Clemence Mwandambo huku anasema kwamba nachoka mimi nachoka nachoka mimi nachoka. Ya, ni video ambayo uh, pale mtandaoni imetrend sana, huku watu wengi wakisema kwamba S2 Keys, mchukue huyu baba Clemens Mwandambo, uingie naye studio, naona kama kipaji kipo hapa. Sasa mtazamaji, ngoja nikuwekee hizo video uweze kuzitazama uh, mwenyewe hivi rahisi wa nchi anatakiwa kuogopwa au kuheshimiwa? Ni swali hilo, yaani kiongozi wa nchi anatakiwa kuogopwa au kuheshimiwa? Kwa sababu kiongozi wa nchi anayeogopwa, yani huyo ni katili, na binadamu huwa wanaogopa wakihofia maisha yao, lakini kiongozi wa nchi anayeheshimiwa ni yule anayejali utu wa binadamu. Na sasa hivi tunaambiwa kazi na utu. Kwa hiyo kiongozi anayeheshimiwa ni anayejali utu wa binadamu, anayeheshimu utu wa binadamu, huyo ndio kiongozi anayeheshimiwa. Kwa hiyo ishu ni kwamba kiongozi wa nchi anatakiwa aogopwe au aheshimiwe wananchi waishi kwa hofu au kwa kumpenda kiongozi wao? Jawabu ni kwenye komenti. Nachoka, baba yenu Clemence Mwandambo. Ah, nimemaliza mimi